Kidogo kidogo kwamba nendeni wote, nendeni kuwinga. Mkielewa kuwinga, zawadi nitakokuwa nawapa nitakuwa natekeleza kile ambacho kiko ndani ya moyo wenu. Je, katika mazingira hayo mtoto halaumiwi popote? Analaumiwa kwa sababu anarelax bila kuzitafuta fursa, yuko tayari kuwa na simu ya shilingi la milioni mbili. Nimechukulia tu mfano, lakini yupo mtu mtaji wake ni wa shilingi laki tano lakini tu kwa sababu yeye ni graduate anaogopa kwenda kuuza mitumba. Lakini wakati huu tunaposubiri ajira unafanya nini? seko imekuwa ni ya kulalamika, mzaza analalamika, mtoto analalamika yote analalamika, afu mwisho wa siku tunazalisha taifa lenye ulalamikaji. Je, tufanye nini? kwa vijana wenzangu pia watakuwa na maelezo mengine mazuri zaidi, lakini pamoja na haya mengine sasa ya wananchi kusikilizwa au kutosikilizwa pamoja na mambo mengineyo hayo, sisi tunaendelea kujitahidi kusikiliza watu, lakini kama nilivyosema, sio kweli kwamba muda wote mtu usikilize raia. Mimi tangu nimekaa hapa, nikienda pale, kuna simu karibu unakuta zimepigwa, karibu simu 55 muda huu tu. Sasa nikienda kukaa pale, mviingereza wengine wananiandikia Pick my call I have the right. Mwingine jana akaniandikia, wewe mkuu wa mkoa, mimi nakuja naomba hapo ofisini, karibu mara tatu Ukienda kwenye msiba unatoa unatoa mchango, ulikwenda sijui kanisa sijui la Sabato katoa mchango, kwa hiyo inaonekana wewe unapenda sana watu waliokufa eh. Nikamjibu tu kwenye message hapo nikamwambia mama, kwa umri wako jitahidi usiwe mchokozi. Anasema kwanza, nani yangu mimi, iko solved. Nilikuwa nafikisha tu ujumbe. Sasa mwisho anachotaka kukihitimisha zaidi ni kwamba ninyi wenzangu mkijue hata sisi ni binadamu, lakini kuna wakati fulani chuki inayoweza kutengenezwa. Kwa mfano ndugu yangu Mpogoro pale, yeye ni mkuu wa wilaya, mtu anaanza kumlinganisha Mpogoro aliyekuwa msaidizi wa Kinana na Mpogoro DC. Kuna konsepti kwamba kiongozi wa umma ni furaha kubwa uwe maskini, kuna hiyo konsepti uwe maskini. Mimi mtazamo wangu, uadilifu sio maskini. Yani huo ndio mtazamo wangu mimi. Kuwa mwadilifu haimaanishi uwe na usanii uwe na hipokrisi uwe na unafiki wa kutu, waku, wa, wa, wa, wa vitu fulani fulani katika taifa, kwamba mimi kama kiongozi hela nayopata nisijenge nyumba, hela nayopata nisinunue gari, hela nayopata nisifanye namna hii. Yaani, jamii yetu sisi imemezeshwa kwa kitu kwamba a good leader is who he always walks, anatembea kwa miguu, ana kigari kile chenye makumbu, kwa makumbusho pale, furaha yake wasemage, ah, is a very good leader you see. Amefunua boneti pale, anajaza maji wala hana <laughs> shida jamani. Kitu ambacho tunakizungumzia, kitu ambacho tunakizungumzia ni thagare of, of public resources, ni matumizi mabovu ya public resources. Lakini nataka nikwathibitishie, hata mimi kwangu naona kabisa najiona, kiongozi akiwa maskini anakosa msimamo wa kusimamia hata mambo yake, na kiongozi akiwa maskini mtu anaweza pia kumdharau hata kama anasimamia katiba. Tunahamasisha viongozi wafuate njia sahihi za kuweza pia kuwa na maisha bora, kwa kuwa wao ndio wasimamizi wa hizo sera. Huwezi kuwa unasimamia sera za maisha bora halafu wewe unakuwa ni mfano wa maisha mabovu. Yaani kama vile leo waziri wa kilimo let's say, jamani, kilimo ni kizuri sana, kilimo ni kizuri sana. It's fine bwana mzee, kilimo ni kizuri, lakini kitu nachoweza kumuuliza ndugu yangu Mheshimiwa Chongolo waziri wangu wa kilimo nataka na kumuuliza hivi, kwa miaka michache uliopewa dhamana hii, Un una shamba gani la kutuonesha na kututhibitishia kwamba kilimo ni bora sana? Nikienda kwa ndugu yangu Dkt. Bashiru, mifugo, ufugaji, ndugu zangu fugeni, no problem. Nakuja, una shamba gani la mifugo, ndugu yangu waziri wa mifugo, ambalo mimi kama kijana nikija kwako kuangalia nasema yes, waziri amekuwa mfano hapa? Sasa hayo ndiyo mambo ambayo tuendelee kuhamasisha ndugu zetu, kwamba dunia ya leo na hasa kwenye ubeberu uliokomaa, hata ninyi waandishi wa habari na wahariri wa habari, habari mlizozifanya miaka ile na leo, maisha yake yamechange. Leo zamani wenzetu wetu walitembea kwa mguu hapa mpaka tegeta pale, kwanza, kuna mamiti mengi, anatembea chini ya kivuli. Lakini leo hii nina uhakika ukitembea mpaka Moroko kwanza jasho litakalokuwa limemwagika, halafu pili, utakuwa umeshapata na msongo wa mawazo kabla hujafika unako kwenda. Nini maana yake? Unahitaji pesa ya nauli. Lakini ukija hapa, zamani ilikuwa unaweza kugonga tu mlango hapo kwa mtu samani, naomba maji bwana, wanakupatia. Leo unaomba unaenda kuomba maji na atakaye kupatia kwanza anasema Saint John, amekuja mtu asiyejulikana hapa anaomba maji. Lakini pia leo kamera hii Zamani, mnakumbuka itapiga picha hapa kama na nundu, hapa kama na hivi kumbe ni kamera. You need this camera. Hii yote ni nini? Ni matakwa ya ubeberu. Ni matakwa ya ulimwengu kwama tumeingia hapo. Lakini je, tufanyaje? Lazima tuhamasishe dunia iwe katika mtazamo wa utafutaji fedha lakini katika njia zilizo halali, njia ambazo zitakuwa ziko halali. Na ndio maana mara ya kwanza kulikuwa kuna walikuwa wanajua wanakoelekea, walikuwa wanapiga picha, wanasema hili ni gari la mtoto wa kiongozi, oneni. Wanapiga picha nyumba, sema unaiona, hii ni nyumba ya kiongozi. Wanapiga picha sijui suti, unaiona hii suti hii imenunua milioni kumi. Huyu ana uwezo gani kununua suti ya milioni kumi? Alafu e, mwishoni ndo zimekuja vurugu sasa, kwa maana kwamba tumefanikiwa ku create hatred, tumefanikiwa create chuki ambayo mwisho wa siku tunasema It's because ya kuthaga public resources, lakini watu wengine hatuna mitazamo hiyo. Yani, tunapenda kujifunza kwa watu waliofanikiwa, ila angalau na sisi tujifunze kama viongozi wa umma, tuone tunafanyaje kuondokana. Kila ni aibu kwa kiongozi wa umma kila siku naomba naomba, mkuu nisaidie, mdau, kila siku wanasema wadau kumwona mdau ni mtumishi wa umma, kila siku mdau ni nani huyu? Ni mfanyabiashara biashara, sio nani, alifikaje yeye kuwa huko. Lakini jambo jingine ni sheria ndani ya TRA, ambazo watu pia wanazilalamikia. Wanasemaje kuzilalamikia kwake? Wanasema ukianzisha biashara asilimia mia moja inamilikiwa na TRA kwenye kila biashara utakayoanzisha. Sasa ndio maana mheshimiwa rais kuna kitu alikiunda, kama mnakumbuka ambacho pia kinaendelea na mambo mengineyo. Ndugu zangu, ni baada ya kusema haya, mimi ya kwangu kwa leo yamekuwa ni hayo, lakini nitakuwa tayari pia kuendelea kujibu kwa yale mtakayoniuliza, pamoja na wenzangu ambao wako hapa, na kwa namna ambavyo ratiba mtaendelea kuiongoza. Nashukuru sana.